Akiongoza ibada ya mazishi askofu wa jimbo katoliki Singida, askofu Edwardi Mapunda amewataka waombolezaji kuandaa maisha yao kwa ajili ya maisha ya baadaye, kwani hakuna mtu anayejua saa wala siku atakayoondoka hapa duniani. sisi ni mali ya Mungu, ni watoto wake wapendwa, na kwamba hatujui saa wala siku atakapoamua kutuita kwake kwa hiyo tunahitaji kujikita katika kufanya maandalizi ya kweli ya roho na mwili. Akisoma wasifu kaka yake na marehemu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Singida Mashariki, Mheshimiwa Tundu Lissu amesema Christina, ambaye alikuwa tegemeo kubwa katika familia yao, alizaliwa mwaka 1969. Amekufa kwa ugonjwa wa saratani na ameacha mtoto mmoja Bi Veronica Mukambi Hyderabad, India, tena ambapo alifanyiwa upasuaji mkubwa kuondoa uvimbe uliokuwa katika sehemu hiyo. Alipata pia tiba ya mionzi kabla ya kuruhusiwa kurudi nyumbani kuendelea na matibabu ya chemotherapy katika taasisi ya kansa ya Ocean Road Dar es Salaam. Baada ya kuugua kwa muda mrefu kiasi hicho, baada ya upasuaji mkubwa aliolazimika kukabiliana nao, na tiba ya kuchomwa mionzi, mwili wa Christina wetu haukuwa tena na nguvu za kustahimili raundi sita za tiba ya chemotherapy. Wakitoa salamu za serikali, pamoja na viongozi wengine waliofanya kazi na marehemu, wamesema Christina alikuwa mtendaji kazi mzuri hasa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupigania masilahi ya wananchi bila kujali itikadi ya vyama vyao. Kwa hiyo kifo chake kimekuwa pigo kubwa sio tu kwa wananchi wa mkoa wa Singida bali ni kwa taifa zima. Christina ni mtu ambaye alikuwa anaenzi sana upendo wa umoja wa wanamkoa wa Singida. ni kati ya watu ambao tulikuwa hatuweki mipaka ya uvyama, tulikuwa tunatambua kwamba demokrasia ni, ni ya kikatiba, kila mmoja kwenda kwa chama chake, lakini tulikuwa tunatambua kwamba tunatoka mkoa mmoja. Kiacha tu kwamba nilifahamu kama mmoja wa familia hii, aiifahamu akiwa kiongozi shupavu, mtu makini, madhubuti kwenye mambo ya msingi, asiye payuka, ana mdomo wake unatoa neno ambalo amelipima vizuri sana. Hii ndio safari ya mwisho ya dada yetu Mheshimiwa Christina Mughwai, ambaye leo hii amezikwa katika kijiji hichi cha Mahambe. Nikiripoti kutoka hapa Mahambe ni mimi Alisante Mkumbo wa ITV.